Msanii wa Bongo Fleva, Diamond Platnumz ameandika historia mpya kwenye muziki huo usiku wa kuamkia leo Juni 14, 2025, baada ya kuujaza ukumbi wa Royal Albert uliopo jijini London kwa kuingiza mashabiki zaidi ya elfu tano. Kupitia mafanikio ya shoo hiyo pia Diamond ametunukiwa cheti na uongozi wa Royal Albert nchini humo, ikiwa ni sehemu ya utaratibu wa kumbi kubwa duniani kufanya hivyo kama ishara ya kupongeza msanii kwa mafanikio ya kuuza tiketi zote na kuujaza ukumbi kwenye show yake. Katika show hiyo ambayo Diamond aliambatana na familia yake akiwemo ya mama Dangote ambaye ni mama yake mzazi, msanii huyo alifanya surprise ya kuwapandisha wasanii kama Tiwa Savage, Mr. Flavor, Pato Ranking, Juma Jux na wengine wengi. Diamond aliperform nyimbo zake hit ikiwemo Komasava, Mary You, Fire, Jeje Enjoy ambayo ameshirikishwa na Jux, lakini pia wa bila kusahau ngoma yake ya My Darling. Aliyoshirikishwa na Chela Boy kutokea Nigeria. Hii ni number one song right now Africa. Kupitia mafanikio ya show hiyo, Diamond da amepongezwa na wengi akiwemo msanii wa Bongo Fleva Bizuhura Zuchu, ambaye kupitia ukurasa wake wa Instagram Zuchu aliandika, mume wangu kijana wa kimaskini kutokea Tandale, Mwenyezi Mungu akutunze kwa ajili yetu, ise maana halisi ya mpambanaji. Unanifundisha sana, najifunza mno. Hakuna kukata tamaa, hakuna kisichowezekana ameandika Bizuhura Zuchu kupitia ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram. Ukumbi wa Royal Albert ulianza kujengwa mwaka 1867 ukakabilika na kuanza kutumiwa mwaka 1871 kisha ukafanyiwa marekebisho mwaka 1996 mpaka mwaka 2004, na, na ukumbi huo una uwezo wa kuingiza zaidi ya watu 5000. Utakumbuka ukumbi huo pia umewahi kutumiwa na wasanii wakubwa wakiwemo, uh, P Square ambapo Septemba 21 mwaka 2022 waliungana na wasanii wengine akiwemo Dibanji, Awilo Longomba Wed MC. Wasa, wasanii wengine ambao wameweza kuperform kwenye ukumbi huo ni pamoja na Adele, Sinatra lakini pia wasanii wengine wengi asante kwa kuendelea kuifuatilia mwananchi Digital mimi naitwa Masudi Kofi, Kofi Lexudi lakini pia nikwambie unaweza kuendelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram Twitter ambayo sasa hivi inaenda kama X lakini pia Facebook pia jambo la msingi ni usiache kupitia uh, tovuti yetu ya mwananchi ambayo inapatikana kupitia Google unaweza kaandika tu www.mwananchi.co.tz